Naomba nitoe uh, maelekezo kwa VETA. Nafahamu yinyi mna mafundi wazuri ambao mnafundisha na wanamaliza kozi wakiwa mafundi wazuri kabisa. Kwa hiyo niombe wale mafundi ambao mmezalisha katika vyuo vingine vya VETA ama hiki hapa waje kufanya practical katika chuo hichi cha VETA. E, waje hapa wafanye practical kwa kujenga uzio wa chuo. Eh, naambiwa kwamba kuna watoto wa kike hapa na kuna boarding. Kwa hiyo ili watoto wetu wasome kwa salama na amani lakini wakiwa katika mazingira safi na salama ni lazima tuweke uzio hapa. Kwa hiyo, maelekezo yangu ni hayo, na nadhani VETA wamenisikia, tutafute mafundi waje kufanya practical katika chuo hichi cha VETA Chemba. Lakini jengine ambalo amezungumzia kwamba chuo hichi kimebakia asilimia mbili kumalizika pamoja na landscaping na mambo mengine. Mimi nimwambie mheshimiwa mbunge kwamba kama tumeshakamilisha ile 98 basi hii mbili tutaenda kuitengea fedha na kuja kumaliza ili chuo hichi cha Chemba cha Veta Chemba iwe kimemalizika kwa asilimia mia kamili. Lakini la mwisho ambalo mbunge pia naye ametoa kama concern hapa ni kwamba kulikuwa kuna short courses ambazo zilikuwa zinatolewa hapa, na mimi naomba nitoe maelekezo kwa chuo cha VETA kurejesha zile kozi ambazo zilikuwa zinatolewa short courses, mafunzo maf ya muda mfupi yanayoendana na mazingira na shughuli za uchumi za eneo hili la Chemba, na mheshimiwa mbunge ameshatuambia kwamba shughuli za hapa ni kilimo na ufugaji kwa hiyo twende tukatafute namna ya kutoa hizo kozi ambazo fupi ambazo zitawezesha vijana wetu kuwa na ujuzi kwa muda mfupi, na kuweza kujiajiri kuinua vipato vyao na kujenga taifa lao kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, mwisho kabisa, naomba nizindue ugawaji wa vifaa vya mafunzo ya ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, pamoja na vya mafunzo ya umeme ambavyo vitagawanywa kwenye vyuo vya VETA sitini na tatu hapa nchini, na pia nasisitiza vifaa hivyo kutumika vyema na kutunzwa vizuri ili kuwezesha wanachuo na wananchi kupata ujuzi wa kutosha na kuwezesha kwenda soko la ajira wakiwa na ubora unaotakiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Wizara ya Elimu. Mungu ibariki Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asanteni sana.